Hello, Mr. Damshi yes. Na leo ndani ya nyumba nikualetea mzigo mpya kama liokuanaa a mzigo utaingia siku hizi mbili, vitambaa vyote vya maua utakavyoona tunapost kutoka siku hii ya leo shilingi elfu hamsini na tano, itasimama mpaka mwezi huu utakapoisha kufanya delivery popote ulipo, uwe ndani ya Tanzania, uwe nje ya Tanzania. Kama kawaida yetu, hatuna kazi mbovu. Wale ambao mlishaagiza kwetu, mtakuja kutolea ushahidi chini hapo kwenye comment. Ukilipia mzigo wako siku hiyo hiyo, mzigo wako unapakiwa siku hiyo, mzigo wako unakufikia. So karibuni sana, weka oda yako mapema. Mzigo upo mchache sana, tunasafisha stoka kama unavyoona. So tia oda mapema, na mzigo wako utakufikia very soon. Tutakutaarifu pia hapo hapo. Sikae mbali na page zetu, Instagram damshfabric, TikTok damshfabric, Facebook na mitandao yote ya kijamii A, karibuni sana ndugu zangu, asanteni sana namba zao za simu ni 0768 108609. Utazikuta tumezipin kwenye bio na kwenye comment section, watazikuta namba za simu ziko pale na maelekezo yote. karibuni sana. Shukrani sana.